Bir tumsalie mtume asaliwe, bwana Mtume Muhammed, Shekh alulama Muazzam Shekh Said, mratib ofisi ya mufti Pemba, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, mzee wetu Ahmad Mberwa, Shekh Jamal, wajumbe wa halmashauri kuu, lakini tambue uwepo wa wasomi wanazuoni. Nikiangalia kuchotoni kwangu, naona uh, walimu wangu maulama na kuliani kwangu vivyo hivyo, na mbele yangu niko na wataalamu wanazuoni wakubwa, lakini tambue uwepo pia wa mratibu wa kampeni zetu mamangu Mauwa Daftari. Nitambue uwepo afisa dhamini wetu tulionao, lakini waalimu wa madrasa maimamu na wanafunzi wetu, manake shekhi wangu wamesema wanafunzi wenzake, lakini mimi ni msikilizaji. Kwa hiyo mi nasikiliza nyinyi wa, wasomi um, lakini nishukuru kwa wote ambao umehudhuria, naomba ume niseme, itifaki nimezingatia kwa khushuu kubwa sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina

wanasraabadah wa wa ilaha illa Allah lahzab ashhadu anna muhammada rasulllah. Awali ya yote ndugu zangu, nami niungane nanyi katika jambo la kumshukuru mwenyezi Mungu Rahim Mola, ambaye kwa taufiki yake na uwezo wake ametujaalia kukutana hapa kwa shughuli maalum ya kumuelekea yeye na kumuomba yeye na kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili tumtakie rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika kumshukuru Mwenyezi Mungu ndugu zangu katika imani, katika kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kukaa na kutafakari yale yote ambayo Allah ametuletea sisi kama neema kwetu. Ni kukaa na kutafakari uwezo wake Allah subhanahu wataala. Ni kukaa na kutafakari kwamba sisi viumbe dhaifu wanadamu, tunayemtegemea ni Allah subhanahu wataala. Wallahi, turejeshe shukrani zetu, ndugu zangu katika imani katika jambo kubwa sana ambalo linatupelekea hadi leo kuwa na thamani ya ubinadamu, tukakaa tunasoma dua tunamwomba Mwenyezi Mungu. Thamani ya ubinadamu, ndugu zangu katika imani, ni uhai tu peke yake. Siku moja, mmoja wetu thamani yake hii, yaani uhai wake utakapoondoka katika ulimwengu huu basi na yenyewe inaanza kutoweka. Dalailu ya hiyo nini? Pale endapo mmoja wetu itatokea jambo hilo, basi tunakutana na kukaa vikao ili kusudi kutafakari tunaenda kumlaza wapi. Kama ni usiku, ndugu zangu, limetokea jambo hilo, hatuwezi kuzika usiku, tunasubiri asubuhi kama analala nyumba mzuri iliyojengwa vizuri iliyowekwa nakshi vizuri yani marumaru sijui tiles na kitanda kizuri e, godoro zuri sita kwa sita, siku hile utahamishwa na utawekwa katika kitanda cha mchongea chenye kamba tena. Sasa hivi alhamdulillah, angalau unawekewa na busati au mkeka, lakini zamani ilikuwa unawekwa kwenye kamba yenyewe tu, kwa sababu thamani yako binadamu imeshaondoka. Sambamba na hilo, tafakari zinakaa kwa pamoja. Asubuhi yake tunatafuta sehemu ya kwenda kumuhifadhi mwenzetu huyo, mahali ambapo ni mbali na makazi ya kawaida ya mwanadamu anatolewa kwenye nyumba na hawaliobakia huku nyuma ni vilio vikubwa, kwamba leo ndugu yetu anaenda kuhifadhiwa mbali na sisi, kwa sababu thamani ya ubinadamu imeshaondoka huko. Tena wanajua maulama, wapi anaenda kuhifadhiwa ndugu yetu huyo. Kwa hiyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujaalia hadi sasa tuko na thamani ya binadamu, yani uhai, na kwa uchache kabisa tuseme alhamdulillah rabbil alamin. Baada ya utangulizi huo, na mimi niende moja kwa moja, lakini wenzangu wameshamaliza. Na pia kuzungumza mbele ya mashehe zako, walimu wako eh, nakuwa jambo kubwa, manake unapata kigugumizi kidogo. Mtaniwia radhi tu mashehe zangu, sisi tunaosikiliza huwa tunakosea kosea kidogo, kwao mtuwie radhi wakati natoa nasaha inawezekana mengine akawa ameteleza teleza, chukulieni hiyo ni saba kulisan takbir. wow. <coughs> lakini mimi ni washukuru sana mashaikh zangu kwamba tendo hili ambalo mmelifanya leo la kumwelekea Mwenyezi Mungu la dua ni wajibu. Mtu asione kama amekuja hapa labda kwa kuwa hana kazi nyingine au nini Mmefanya jambo la wajibu hasa hasa kuiombea nchi yetu, lakini hasa hasa kuombea viongozi wetu ni wajibu kwako. Siku moja Anas bin Malik aliulizwa, anasema kama mtu atanitaka mimi niombe dua ni muombee nani, basi ningeombea dua viongozi wangu na nikaombea dua nchi yangu, kwa sababu viongozi wangu wakinyooka mambo yakiwa ni mazuri, kila mtu atakuwa mzuri kama tunavyoona leo. Lakini nikiombea nchi yangu, kama nchi yangu itakuwa na amani, basi kila kitu tunachokihitaji Allah atashusha neema, na ndo katika siku hizo mashekhe zangu hapa mtanambia, <coughs> ndo siku zimeshuka suratu tin, imeshuka suratu tin. audhubillahi minashaitani rajim watin wa zaitun wathur wa sinin wa hadha lbaladi lamin al kwamba, kumbe kuombea dua nchi yako ni jambo la wajibu angalia haya zilikotoka mpaka na kwa mji huu wenye amani. Kwa hiyo kuombea nchi yako kuwa na amani, kuombea viongozi wako, huu ni wajibu, nami ni muombe Allah atulipe kheri katika jambo hili na kama alivyosema shekhe wangu shekhe Saidi, isiwe ni mwisho, dua hizi ziwe endelevu. Hata tukitoka leo, basi na wewe huko nyumbani endelea kusoma dua, endelea kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu ni suala la wajib. Shekhe wangu wamezungumzia suala la aman, Sheh Kombo Rashid Swed na wengine wengi wamezungumza swala la aman. Ni kweli kabisa, Hili Mwenyezi Mungu ameliweka katika Qurani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia sana. Nyinyi wote ni mashahidi sisi, hata kwenye swala zetu Waislamu kila siku tuna swali katika vipindi vyetu vitano, tunamtaja Mwenyezi Mungu na tunaitaja amani, tunaiomba amani mara kadhaa wa kadhaa. Ukifungua swala yako mpaka unaenda kufunga swala yako basi wewe unaitakia amani na unaiomba amani katika maisha yetu ya kila siku, lakini vivyo hivyo Mwenyezi Mungu anasema katika Surat Quraish, audhu billahi minashaitani rajim falyabudu raba hadha lbaiti ladhi atamahum mjui wa amanahum min haufi, ni kutilia mkazo amani, mwabuduni mola wa nyumba hii ambaye amewalisha wakati ulipokuwa na njaa, lakini akakupeni amani wakati ulipokuwa na hofu. Kwa hivyo suala la kuomba dua na kuombea nchi yetu amani ni jambo la wajibu kabisa. Lakini hata Mtume Muhammad aliuliza siku moja alipokuwa na maswahaba zake, ala adullukum ala shay'in yarfa'u darajakum wayaghfiru dhunubakum Je, ni kwambieni kitu ambacho kupitia kitu hicho mtanyanyuliwa daraja zenu na kufutiwa madhambi yenu? Maswahaba akasema balaa, tunataka tuambie, ndiyo. Afshu salam bainakum, yani peaneni amani kati yenu, peaneni amani kati yenu. Hii ni swala la amani. Kwa hiyo ni muhimu sana na ni wajibu kabisa kudumisha amani yetu. Na tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika shughuli zetu hizi ambazo tunaendana nazo katika wakati huu maalum atujalie amani mwanzo mpaka mwisho. Na ni yeye tu Mwenyezi Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya jambo hilo na ndio maana sisi tumekaa kitako leo kumwelekeaye Mwenyezi Mungu kwa ajili ya swala moja tu la amani lakini waliotangulia wamesema amani hii tulionayo leo, leo haikuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya vitako vyetu na, na kunyanyua mikono yetu kumwelekea Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na hivyo tutaulizwa. Mwenyezi Mungu anasema thumma latusaaluna yaumaidhin anin naim. Kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa, mmezitumiaje? Moja kati ya neema ni hii. Naangalia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hakusema tu inna? Thumma hii mashekhe zangu mnasema hii na harfu atif wa tarikh, kwamba mmepewa kitambo, muda hivi fulani, mmepewa eh, kitambo, muda fulani wa maisha haya duniani, ao kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa mmezitumiaje. Allah katumia atif wa tarehe ko, tujitahidi sana jamani, katika kuelimisha wenzetu juu ya swala zima la amani, na tunajua wako watu, kwa sababu katika ulimwengu tuko tofauti, tunatofautiana mawazo, inawezekana watu wengine wakawa na mawazo ya kuvunja amani yetu. Tuendelee kuwaombea dua na wao, Mwenyezi Mungu awape wa nia njema, na wao waishi salama, ili tuendelee kuabudu Mwenyezi Mungu na kufanya shughuli zetu. Wengine wako wanasema, tutafanya hivi, tutafanya hivi ili kuvunja amana, tuendelee kuwaombea, kwa sababu hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza hivyo kwamba sio yule mwenye nguvu eti kwa sababu yeye ni mtu wa miereka kupigana kupambana, ah, ah. Ile kiarabu chake nasema laisa shadidu bisura, hakuwa mwenye nguvu, yani hakuwa hodari, hakuwa mbora yule anayetumia mabavu, yani kutaka vita, shida, hakuwa mwenye nguvu. Innama shadidu yamliku nafs indalghadhab, kwa hakika mwenye nguvu hasa, hodari, mbora ni yule anayemiliki nafsi yake akiwa amekasirika. Kwa hiyo inaweza kutokea ndani ya shughuli zetu, wengine wakawa wamekasirika, mtu akaja ukasirisha kusudi, wewe usirejeshe kwa vita, usirejeshe kwa ngumi, tulia, tuimiliki nafsi yako. Sema Mwenyezi Mungu, nakuomba mimi unipe subra, ili uweze kumiliki nafsi yako wakati umeghadhibika. Zinatokea kwenye mambo mbalimbali mbali. E, natokea kwenye mambo mbalimbali, kwenye shughuli zetu, sio hizo tu, sio hizo tu ambazo tunaenda nazo kesho kutwa. Ah ah, hata hizo nyingine. Lakini tuende kuwapa elimu wenzetu, tuende kutoa elimu katika jamii zetu, kwa sababu amani, mashehe zangu, ni sadaka. Amani ni sadaka, na sadaka huanza wapi? Nyumbani, kwa sababu tunaishi nao. Tuende kuwapa elimu, kuambia kwamba kudumisha amani ndiyo maslahi ya nchi yetu, ndiyo manufaa ya dini yetu, na ndiyo maelekezo ya Mola wetu. Tunaambiwa na mashehe hapa, vita vyote ni haramu, vyote isipokuwa vile vita ambavyo vilipiganwa ama vitapiganwa, vitapiganwa kwa dini yetu na dini nyingine. Lakini vita vingine vyote vimezuiliwa na ni ukafiri kabisa, hata matusi we ukienda kupata lugha mbaya na chafu kwa wengine, vumilia, stahamili, usirejeshe kwa sababu ukirejesha kwako ni hatari. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, sibabu muslim fusuka wakitaluhu kufran, matusi kwa Muislamu ni ufasiki na kupigana ni ukafiri kabisa. Kwa hiyo ni waombe sana, wapeni elimu na watatuelewa, watatuelewa tu. Lakini jambo jingine muhimu katika kuyaendea majambo yetu ndugu zangu, ni kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwanza tuwe na mapenzi baina yetu, tupendane. Inawezekana wakati mwingine tunakoseana, ndio binadamu. Wewe mpende tu hata aliyekukosea Tupendane tena, mapenzi yetu yawe yale ya hali ya juu katika imani. Tunaambiwa na, na, na, na, na mashekhe zetu kwamba Mtume Muhammad amesema siku moja kwamba inatakiwa yaani, mfano wa mapenzi kupendana kwetu sisi basi ni mfano wa kiwiliwili cha mwanadamu, ikiwa kidole tu siku hiyo umejigonga umeji, basi mwili mzima unakesha na homa, sikuyo? Natakiwa ta tushikamane wakati wote na wala tusiachane, na Allah ametuelekeza kwenye mapenzi, lazima tushikamane. Yeye Allah anasema, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sasa tukikosa mapenzi tutafarikiana sisi Lazima tushirikiane tuwe na mapenzi, kama Mwenyezi Mungu alivyosema hivyo kwamba, muogope yenye mlioamini, mwogopeni Mwenyezi Mungu vile inavyopaswa kumwogopa Mwenyezi Mungu, na msije mkafa, tafadhali msife ila mmekuwa wanyenyekevu, na mshikamane katika kamba ya Mwenyezi Mungu, yani dini ya Mwenyezi Mungu, na wala msifarikiane. Tunafika mahali leo kwa sababu ya kukosa mapenzi kila mmoja anamrushia mwenziwe kwamba ah, sababu ni yule, na mwingine sababu ni huyu. Hapana, sababu ni mimi na wewe, tumekosa tu mapenzi. Sawa jamani, tumswalie mtume, tumswalie mtume. Kwa lazima tupendane, tusifike mahali tukaanza kuzitazama aibu kwa sababu ya kukosa mapenzi tu tukasema wakati wa sasa huu leo, ukianza kusema kwamba ni vijana wa sasa, ni watoto wa sasa hao, uko ni kukosea, kwa sababu hakuna sasa imemzaa sisi hapa. Sidhani kama yuko Ali sasa, Muhammad sasa, Juma sasa, a -a. wote ni watoto wetu wenyewe, tunafika mahali tunaenda kuzitia za maibu. Imam Shafi tangia karne hizo ameandika ushairi wake mmoja akawa anasema, aibu zamanina wal aibu fina wa ma zamanina aiba siwana la yakulu dhibu lahma lahihi dhiba walakinna akulana badha min badina, mnazitia zama aibu wakati wenye aibu ni sisi. Na hazikuwa zama zenye aibu, bali wenye aibu ni sisi. Kwa nini? Haikuwahi kutokea ulimwenguni mbwa mwitu kula nyama ya mbwa mwitu mwenziwe, lakini sasa leo sisi tunakulana sisi kwa sisi. Tunakulana sisi. Na kumla mwenzio sio kulavu kunyofua umle, hapana. Wewe ukimsema mwenzio ni kumla huko, ukimdhania mwenzio ni kumla huko, ukimpeleleza mwenzio isivyofaa ni kumla huko, ukimfatilia mwenzio visivyofaa ni kumla huko, kumzulia mwenzio ni kumla huko. La yaakulu dhibu lahma al-akhihi dhiba na baadha min haikuwa ikutokea mbwa mwitu kula nyama ya mbwa mwitu mwenziwe. Sisi leo tunakulana sisi kwa sisi. Wakati mwingine tu, yani inatokea tu from nowhere unaanza tu fulani fulani hivi fulani hivi unaanza kudhania dhania. Allah Allah anatukataza baada, audhu billahi minashaitani rajim, katika sura Al-Hujurat Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh dhanna inna baadhadh dhanna ith wala tajasasu wala yaghtabu badha min badikum wala, msipekuanepekuane msipelelezanepelelezane. Hivi yuko mmoja wenu ambaye yuko tayari kula nyama ya ndugu yake aliyokufa? Hakuna, si ndio? Sasa kumbe kufanya hayo, kumdhania mwenzio kwa sababu ukosa tu mapenzi eh, kumsengenya mwenzio kumpeleleza mwenzio, kumsemea siokuwa ya kwake, huko ndiko kumtafuna mwenzio. Jamani tupendane, jamani tupendane. Lakini kielekea kuhitimisha, tuende kuwaelimisha wenzetu kwamba kesho, insha Allah, imeanza shughuli ya uchaguzi, lakini wako watu maalum kwa mjibu wa katiba walioruhusiwa kuenda. Sasa kama wewe hukuruhusiwa, tuambie humo kwenye katiba, Tulia nyumbani ufanye shughuli zetu, na huo ndio Uislamu. Bahati nzuri wengine wanasahau tu, tena wakati mwingine unashangaa mashekhi. Sisi wengine tunasikiliza tu, hatukusoma tunasikiliza sikiliza, lakini shekhi anasimama juu ya member, anakaa kwenye msikiti eh, anaenda mbele za watu, anaanza kuzungumza mambo ambayo yeye hayamhusu. Uislamu umetuelekeza yaani, Uislamu la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila aswa, haukuacha dogo wala kubwa Yani kama umefunzwa mpaka kuenda chooni umefunzwa mpaka kuenda kunywa maji, maana yake haikuwacha kitu chochote uislamu umetufunza kabisa. We kama jambo halikuhusu liache, almuslim husnul mar'i tarkuhu mala yani, wema na uislamu wa mtu ni kuwacha yasiyo muhusu. We jambo halikuhusu uenda kufanya nini? Uo uislamu wako uko wapi? unakaa tu unasema, una hiyo haikuhusu tena. Angalia Mtume Muhammad alivyoitoa hiyo hadith almuslim husnul mar'i. Angesema tu kwamba umekatazwa wewe yasiokuhusu yaache, lakini sasa wema na Uislamu wa mtu ni kuache asiyomuhusu. Kwa hiyo tuende kuwaelimisha wenzetu, kwa sababu sisi ndio sisi hasa ndio tunashikilia amani. Sisi Waislamu ndio tunashikilia amani. Kwa hiyo twende kuwafunza wenzetu kwamba Uislamu amani yetu iko juu ya mabega yetu, tusikubali kushawishiwa na wengine, tuende kudumisha amani yetu, tuende kudumisha amani yetu. Mimi niwaombe sana, Sheikh mratibu wetu, Mufti, kwa sababu mambo yote mmesha yamaliza, na nahofia kuongeza maneno yakaje yakaharibu, na nahofia yale yenu mema ambayo umeyazungumza mara nyingi, watu wanaangalia maneno ya mwisho. Sitaki ni atoe ladha, nataka yaendelee na ladha hiyo. Lakini ningekuomba mratibu wetu, eh, ofisi ya Mufti, insha Allah tutakapomaliza jambo letu kwa salama na amani, basi dua kama hii, insha Allah tukae tena kitako kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni mara ni mara nyingine hutokea mara nyingine Uh, mtu anaomba sana lakini akishapata huwa kidogo anasahau sahau, sahau. Sio ofisi yamt, sisi wengine huwa tunasahau sahau. Endeleeni kutukumbusha, mtulete tukae tena tusome dua na tumshukuru Mwenyezi Mungu na tuwashukuru waliotusaidia. Tuwashukuru waliotusaidia ni waombe sana. Tukirudi nyumbani katika dua zetu tuwaombee dua viongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuende kumwombea dua tena, tukeshe kabisa. Huyu ni ndugu yetu, ni mama yetu, tumwende kumwombea dua. Mwenyezi Mungu amlinde, amhifadhi kama, kama alivyoihifadhi roho ndani ya kiwiliwili, na huyu sisi ni kimbilio letu, Mama Samia. Siku moja nilisema watu wa, watu wa watu nahayu, mnivumilie Jina lake tu Mama Samia linatosha, linatosha, linatosha. Kwa kila mmoja amwelekee, kwenda kumchagua, kwenda kukaa naye, kumwombea dua linatosha, sababu anatuambia mashekh zangu wetu wa wa watu wetu, anaha e, jina lake lile Mama Samia Suluhu Hassan, basi ni mubtada na khabar imebadilika kuwa Samia kwa sababu imeingia inna ambayo ni harfu taukid wa nasib eh, yansibu alisma wa yarfa hmm. Hivi inatosha. Sasa imekuwa tu mahdhufi, wanasema mashaka zangu, imeondolewa tu ile inna kwamba inna Samian Suluhu Hasan kwa hakika huyu ni msikivu wa kusikiliza changamoto za watu wake, wa kusikiliza sauti na kilio za watu wake, na akatoa suluhisho tena lililo jema, si ndio shekh zangu eh? Samian suluhu hasan. Basi wenyewe mtasema hapo, inna Samia kama hiyo hiyo, ina nini? Ni harfu taukidi wa nasbi na hiyo ismu kwamba ni mamsubi ina mtajua huko tena. Sio kwamba anatoa suluhu tu iliyo njema basi, tuende kumwombea dua mama yetu huyu, lakini tuende kumwombea dua daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, daktari wa maendeleo, daktari mwenye nia njema ya kuwaunganisha Wazanzibari. Fikirieni nyinyi jamani, tulikotoka huko, kipindi kama hiki hatupariani moto, hatusalimiani Eh, kipindi kama hiki kila mmoja kanuna na uchungu mwili nzima. Mwili nzima kakashirika. Lakini alhamdulillah ni hatua kubwa sana ambayo ametuunganisha Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na hiyo kazi hiyo ni kubwa. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka kwenda Madina wakati huo wanatuambia wanazuoni wetu hapo wasomi. Moja kubwa la kwanza ulifanya nini? ni kuunganisha Aus na Hadharaj, si ndio? Kwa hivyo na ye Dr. Mwinyi amefanya jambo kubwa hili. Mwenyezi Mungu ambariki sana lakini mwashekhe zangu msisahau kutuombea dua na sisi ambao tumeingia katika jambo hili. Mwenyezi Mungu atupe heri na atupe mafanikio mema na mwisho wa siku na situe watu wema. Nimalizie kwa falsafa ya mwenyekiti wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alivyosema kwamba ishi vyema na watu, hasa kwetu sisi viongozi. Ishi vyema na watu, fanya kazi kwa utu, uwatambue watu ili na wewe uwe mtu mbele za watu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>